mheshimiwa mkuu wa wilaya karibu sana Silverland, Tanzania kama alivyonitambulisha Mr. Deule nitakupitisha kwenye uh, sehemu za mradi wetu wa ta Silverland, Tanzania kwa kuanza uh, labda niseme tu kwamba kampuni ya Silverland iko ndani ya makampuni mengi ambayo yanamilikiwa na kampuni inayoitwa Silver Street ambayo iko South Africa Silver Street ina kampuni nyingi ikiwemo Silverland Tanzania na Silverland Ndolela hizi ndo ziko hapa Tanzania sisi tuna deal na poultry, wakati Silverland Dorea ina deal na grains. Silver Street Tanzania yenyewe imeinvest ya dola milioni thelathini na tisa ikiwa main product zake ni vifaranga pamoja na chakula, lakini sisi ndo processor wa kwanza wa soya kwa hapa Tanzania, lakini pia ikaongeza zaidi dola milioni nne kwa ajili ya kufanya expansion. Kwa tulianza na dola milioni 39 kwa hapa Tanzania ambayo ilianzisha kiwanda hapa Makota, lakini dola milioni nne zilizoongezwa ilijenga hachari ya kisasa ambayo iko Arusha. Kwa tuna hachari mbili, tunayo moja hapa Makota na tuna nyingine ambayo o Arusha. Kwa nini Silverland iliamua kuwekezwa mkoa wa Iringa ni kwa sababu ya uh, idadi ya watu kwanza, haina mlundikano mwingi wa watu inafaa kwa Uh, biashara tunayoifanya lakini pia hali ya hewa ni nzuri kwa ajili ya ukuzaji wa uh, kuku wazazi, lakini pia sehemu ilipo ni katikati, tunaweza kupata mahindi kutoka Sumbawanga kutoka Mbeya soya, kusafirisha ni rahisi zaidi. ikontd Kwa, kwa Iringa ni kwa sababu ya hizo sababu muhimu. Yote tunayofanya tunatumia kuku wa Sasso Hawa ndo kuku tulionao, tuna layers, tuna Saso, tuna broilers. Kwa wale watu wanaopenda magari kidogo kama mimi, kuku wetu wa kienyeji ni kama bajaji tu, haiwezi mm. kwenda mbali, itazunguka tu hapo mjini, lakini haiwezi kufit vizuri Hmm. Uzalishaji wake ni mdogo, tunajua wote kuku wa kienyeji hawezi kuzidi mayai 52 hmm. kwenye kipindi chake chote cha uzalishaji. Lakini broilers kama nilivyosema ni wageni. Uwezi kupeleka um, Mercedes shamba. hmm. It can't work well, huwezi kupeleka Ferrari, <laughs> upeleki Ferrari shambani haiwezi <laughs> kufanya kazi. Koleas ni kuku wazuri lakini anahitaji matunzo mengi hmm. mafuta mengi hmm. matunzo mazuri hmm. services hmm. Kwa hiyo pia tunashauri watu wafuge lakini we have a Range Rover. Hmm. Sasso ni Range Rover anapita popote <laughs> <Does better. laughs>

Baseline ya kampuni ni kutaka kufanya biashara mm. lakini inataka kukua na watu mm. kwa sababu kuna ile filosofi kwamba kama unafanya biashara, wateja wako wakikua mm. na wewe biashara inakuwa, maana yake mm. uh, tunataka hao wanaofuga kuku wafanikiwe. Tunahitaji kuchangia mm. kwenye ili gurudumu la maendeleo ya nchi mm. Kila mmoja anakamata kwenye kona yake. Kona yetu ni ya kwenye kuku na mm. kuwasaidia wafugaji wadogo. Mm. Mm. Kwa hiyo somehow inasaidia kukuza uchumi vijijini mfupi. Wiki nane mm. akifugwa vizuri unapata kilo mbili kama mfuga ndani mm. kama mfuga huria miezi mitatu me unakuku mwenye zaidi ya kilo mbili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, kwanza kabisa ni wapongeze sana uongozi wa Silverland kwa maana ya uongozi management, watumishi na wale wote wao kwenye chain ya production kwenye chain ya technical team pamoja na sales. Kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmekuwa mkuifanya na kuitambulisha wilaya yetu vizuri katika eneo hili, na tuwapigie makofi mengi sana. Eh, leo niliona ipo haja na hoja kutembelea kiwanda hiki kwanza ikiwa ni ahadi yangu ambao kila siku nimekuwa nikiahidi, lakini siku zina majukumu yanazidi kupandana kwao. Lengo hasa la ziara hii ni kuja kuona kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa na sekta binafsi hasa katika eneo la uwekezaji wa viwanda. Wilaya yetu ya Iringa ni wilaya ya wafugaji, ni wilaya ya wakulima, ni wilaya ya utalii, na hivyo kupitia sekta hizo tunao uwekezaji mkubwa sana wa watu binafsi na serikali katika usogezaji wa huduma hapa kwetu tumepata fursa ya kuwa na kiwanda cha Silverland ambao wao wamejipambanua kuwa katika shughuli za ufugaji na hasa kwenye eneo la ufugaji wa kuku, wanyama, kuku wa mayai na vifaranga, na katika eneo hilo wanalifanya vizuri na kitaalamu, na impact yake imeanza kuonekana kwa maisha ya mtu mmoja mmoja ndani ya wilaya yetu. Kipekee ni wapongeze kwa kuwa na training center, sehemu ya mafunzo ambayo imesaidia kuwajengea uwezo na kuwapa maarifa wananchi wetu ili kuweza kufuga kisasa, tuwapigie makofi mengi sana. Lakini pia wakati tunawapongeza katika eneo la training, wametusaidia kuunga mkono jitihada za serikali za kupambana na udumavu hasa kwenye eneo la chakula. Tunapozungumzia habari ya kupambana na udumavu, ni pamoja na watu kula kwa mujibu wa taratibu za chakula, kuimarisha lishe. Sasa huwezi kuzungumzia lishe bila mayai, huwezi kuzungumzia lishe bila protini ya kutosha upatikanaji wa uhakika wa kuku na mayai katika eneo letu umesaidia pakubwa sana katika kuimarisha afya za watu wetu. Lakini pia lengo la serikali ni kuinua na kuimarisha uchumi wa watu kupitia ufugaji wa kuku na mbinu bora za ufugaji wa kuku. Leo tunawaona wananchi wetu katika maeneo mbalimbali wakianza kumiliki uchumi wao na kutoa huduma kwa watu wengine kutokana na biashara hii kubwa. Tuwapigie makofi mengi, Silverland kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeendelea kuifanya. Sisi kama serikali ya wilaya tunajivunia kazi yenu, tunawatakia ni kila la heri na tunaamini mtaendelea kuwa na impact kubwa ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa wilaya yetu, kwa sababu mmeamua kuwa sehemu ya chaini ya mabadiliko haya ya msingi kwa maslahi ya watu wetu. Lakini jambo lingine ni kuhusu habari ya mashirikiano yaliyopo baina ya Silverland na jamii. Na maeneo mengine ambako mwekezaji huwa ni chukizo la wananchi, Silverland amekuwa ni kipenzi cha wananchi, amekuwa ni kipenzi cha wananchi wananchi. Kwa sababu gani? Yale mambo ambayo yanawagusa wananchi, huwezi kuyahesabu bila kumkuta Silverland. Hapa tunao mradi mkubwa wa maji ambao unahudumia vijiji vyote vya jirani. Asilimia kubwa ya usimamizi, ufuatiliaji, uwezeshaji unafanywa na Silverland. Lakini pia hiyo kama haitoshi. Asilimia kubwa ya hao watu walioajiriwa hapa zaidi ya mia tatu, majority ni vijana kutoka maeneo haya ya Iringa. Lakini hiyo kama haitoshi. Kila panapotokea changamoto katika vijiji vyetu mnapotafutwa mnatoa msaada wa haraka sana kwa wanakijiji. Hili ni jambo la msingi sana. Tuomba tuwapigie makofi mengi, mengi, mengi, ni imani yangu kwamba mtaendelea kushirikiana na jamii katika mambo yote ya msingi inayogusa ustawi wao, na hasa kipekee ni kuombe afisa tarafa na mkurugenzi muangalie maeneo ya kimkakati ambayo mnadhani impact yake itagusa jamii hii kwa muda mrefu. Kwa mfano swala la training, hakuna mtaji mkubwa katika maisha ya mtu kama maarifa. Kama facility tunayo, kuna ubaya gani kuwa na mpango maalumu wa kila mwaka kuwa na vijana 15 20 30 wa vijiji vya eneo hili ambao wanakuja hapa kusoma hata kama watu fuga, lakini tuhakikishe ile training wamepata na mafunzo wamepata itawasaidia sana mbele ya safari. Lakini jambo la pili ni kuangalia ni namna gani tunaweza kupushi utekelezaji wa miradi ambayo itagusa maisha ya watu kama iko miradi ya kilimo, miradi ya ufugaji ambayo inamilikiwa na vikundi au wanajamii, si vibaya Silverland ni mkachipi na kusaidia miradi hiyo ili endelee kuleta impact kubwa kwa wanavijiji wetu. Lakini jambo la tatu, kuendelea kuwafanya wananchi kuona umuhimu na thamani ya uwekezaji, ili na wao wakitoka hapa waanze kufikiria biashara kubwa kwenye maeneo mengine. Ninyi mnakuwa ni mfano na hamasa kwa vijana wa hapa, wakija wakaona viwanda vimejengwa, watu wanafuga, watu wana... na yeye atoke tumuone, anakwenda kijijini kwao, anakuwa na mindset hiyo ambayo ameikuta hapo. So you should be the, the trigger of change to the mindset of our people ili endelee kuwasaidia kufika katika malengo yao. Mwisho kabisa, mimi pamoja na wenzangu tumefarijika kufika hapa na najua nikikataa kwa na maswali machache tu ya we, ya ufahamu, lakini niseme generally, Silverland mmekuwa ni watu wa mfano katika uzalishaji watu wa mfano katika kuzingatia teknolojia, watu wa mfano katika kuzingatia mazingira yetu na afya za watu wetu, lakini watu wa mfano katika kuleta maana halisi ya uwekezaji wenye tija. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba sisi kama serikali ni kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji, kuwalinda wawekezaji na kuzingatia haki na stahiki za jamii zilizozungukwa na uwekezaji, ili mwisho wa siku tuwe na win win situation katika uwekezaji wa kila aina unaofanyika kwenye maeneo yetu niendelee kuwaomba wananchi kwamba ili tuwe na uwekezaji wenye tija ni lazima usalama katika maeneo yetu. Hiyo ni jambo la msingi. Jambo la pili, ili tuendelee kuwa na uwekezaji wenye tija ni lazima tuthamini kazi zinazofanywa na wawekezaji kwa impact ya jamii zetu, kwa maana ya ajira, mapato, huduma na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia ili tuweze kuwa na uwekezaji wenye tija, lazima sisi wenyewe tuwe ni wanunuzi ama wanufaika wa huduma zinazotolewa na uwekezaji. Itakuwa ni jambo la fedheha, uzalishaji wa vifaranga unafanyika Iringa. Alafu, watu wa Iringa tunakwenda kununua vifaranga vya huko tusikopa jua. Maana yake sasa, huyu mwekezaji soko lake linatakiwa lianzie kwetu, kisha liende kwa watu wengine, na hii ni, ni, ni, wakumbushe wananchi wa Iringa, tunavyo viwanda vingi sana Iringa vinazalisha bidhaa nyingi na nzuri. Let us be proud of our products, tujivunie bidhaa zinazozalishwa Iringa. Ili viwanda vya Iringa viweze kusurvive, ni lazima viuze, tununue na kama wauzaji wapo, sisi wanunuzi lazima tutimize wajibu wa kununua, na hatuwezi tukawa tunazalisha kwa wingi Iringa kwa ajili ya watu wa mbali. Ni lazima sisi watu wa karibu pia tuwe sehemu ya wanunuzi wa bidhaa hizi. Yani, kwa ufupi ni kwamba the survival of of the investment done within our our premises goes together with our spirit of using those products from the same premises. Yet, ili viwanda vyetu, uwekezaji wetu ulioko Iringa uwe na tija ni lazima sisi wenyewe tujenge utamaduni wa kuwa wanufaika na wanunuzi wa bidhaa zinazotokana na uwekezaji unaofanyika Iringa. Kama tutakuwa na viwanda vikubwa Iringa, uwekezaji mkubwa Iringa, kisha sisi tusiwe wanunuzi wala wanufaika na hizo bidhaa, ndugu zangu, viwanda hivi vitakufa. Ni vyema sisi wenyewe tuone fahari ya kutumia bidhaa zinazozalishwa hapa, ili kujenga morali na motisha ya uzalishaji kwa wawekezaji ambao wanawekeza kwenye maeneo yetu. Lakini jambo la mwisho ni kuhusu habari ya mazingira kumekuwa na desturi ya baadhi ya maeneo kuchoma moto maeneo mpaka tunaathiri mashamba tunaathiri maeneo ya ufugaji, jambo ambalo halikubaliki kwa mujibu wa sheria. Kwa naomba nichukue fursa hii kuzungumza na viongozi wote wa vijiji, viongozi wote wa vitongoji, kuhakikisha kila mmoja anawajibika kwa nafasi yake, kuendelea kutoa elimu na kusimamia sheria katika namna bora ya kutunza mazingira bila kuathiri ustawi na uwekezaji uliofanyika. Tumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya watu kuchoma mashamba, jambo ambalo limepelekea limeathiri hata mashamba ambayo tunatumia kwa ajili ya kilimo, limeathiri mpaka mashamba ambayo tunatumia kwa ajili ya uwekezaji, linaathiri mpaka mashamba ambayo tunatumia kwa ajili ya mambo mbalimbali. Naomba nichukue fursa hii kusisitiza. Na sisi viongozi tulio kwenye ngazi hizi, jeshi la polisi, si sheria ya mazingira ipo? Mtu anapofanya wizi kamatwe. Sheria mahakamani si ipo? Kwa nini special mahakamani mahakama ikatupa tafsiri halisi alikosea mali patia? Nadhani lazima tutimize wajibu wetu vizuri sana. Tukiendelea kucheka na watu wachache ambao hawana uchungu na uwekezaji tunaoufanya, nataka niwaambieni wawekezaji hao tutawapoteza. Lakini pia bila mazingira bora, hakuna shughuli tutafanya. Hii habari ya kuandaa mashamba kwa kuchoma moto misitu ni habari ya kishamba ambayo haifai kuendelea. Haiwezekani, haiwezekani kila shamba mji huu liwe linaandaliwa kwa kuchoma mapori. Matokeo yake hata changamoto mnayoipata eneo hili la Ifunda mpaka kule umeme hapa tunakata mara kwa mara kwa sababu ya usalama wa miundombinu Leo unafika huko, nasikia umeme umeshika shamba, nguzo zote za umeme zinakabiliwa na moto. Matokeo yake kwa ajili ya kunusuru maisha ya watu na usalama wa mji tunazima moto, tuchukue hatua. Na tabia hii imekuwa ikiendelea mara kwa, mara kwa, na naomba tuchukue hatua za haraka, tuendelee kuwaelimisha watu, kuwakumbusha watu, lakini wachache waharibifu lazima wawajibishwe. Hatuwezi kuwa na nchi yenye sheria alafu hizi sheria tukaa tunaziweka pembeni tunachekeana tu hivi mtu ambaye amewasha moto ukasababisha miundombinu ya umeme ikawaka, mtu huyu akikamatwa, ni lazima hatua zichukuliwe ili awe ni funzo kwa wengine. Moto ule ungeunguza mji mzima ingekuwaje? Kwa nadhani kwenye hili kamanda wa polisi wa, wa, wa kituo cha Ifunda, mnalo jukumu la msingi kuendelea kupambana na uharibifu wa miundombinu. Sawa jamani. E, tukiacha tukiacha watu wachache hawa wanaendelea kufanya vitu vya kihuni, shirika la umeme litaendelea kupata hasara, lakini tutaendelea kuhatarisha usalama wa watu wetu na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwenye maeneo yetu. Maelezo haya niliyoyatoa ndio statement rasmi yetu ya leo. Tumefarijika sana kuja hapa Silverland, tumefurahishwa sana na uwekezaji unaofanyika, tumeridhishwa na namna ambavyo mnaendelea kutengeneza ajira kwenye jamii na kuunga mkono jitihada za serikali, lakini kipekee tumefurahishwa na ubunifu wenu wa Sasso ni bidhaa pekee inayopatikana Iringa na nyanda za juu kusini peke yake. Tuwapigie makofi mengi sana ndugu zetu. Nilikuwa namuuliza daktari, hii kitu mbona kama ya kwetu peke yetu? Ya kwetu hiyo hiyo ya kwetu. <laughs> <laughs> Kwingine huikuti, kwa hiyo lazima tujivunie vitu hivi jamani, let us be proud of our, of our products. Tujivunie na sisi wenyewe tumepata elimu hapa, tuipeleke kwenye jamii, kama ambavyo silv wameendelea kuitoa ili jamii yetu iwe na maarifa ya kutosha kuweza kujisimamia kiuchumi, kujijenga kiuchumi. Watu wenye uchumi imara wana maamuzi sahihi, wana maamuzi ya uhakika, wana fikra bora, kwa sababu wana uchumi imara. Watu wakikosa uchumi wanayumba kwenye maamuzi, watu wakikosa uchumi wanayumba katika mipango, watu wakikosa uchumi wanatumika kirahisi lakini watu wakiwa na uchumi wana concentrate kwenye mambo yenye tija. Kwa hiyo nikushukuru sana HR kwa maana ya kwa maana ya management yote, Dr. Simba kwa maana ya technical team yote na wakuu wote wa vitengo na idara wa Silverland kwa kazi kubwa na nzuri. Lakini tukushukuru sana mama Tarafa kwa maandalizi mazuri, tumpigie makofi mengi sana division officer wetu, kwa maandalizi mazuri it was very shortened. Eh, jamani eh, jamani twende, twende twende. Eh, maana tumebadilisha ama tumefanyia lakini we are very flexible. Aje kwa mtu mwingine mkuu, basi siku nyingine. Lakini anambia zege ya ilali <laughs> zege ya ilali. Kwa hiyo tunakushukuru sana mama Tarafa, hasa mtendaji wetu. Tunakushukuru pia kwa maandalizi mazuri. Eh, mkurugenzi wa halmashauri, mambo niliyoyasema kuhusu idara ya ya, ya maendeleo ya jamii naomba mkafanyie kazi. E, eh, ili hii facility iwe na maana lazima watu wetu wanufaike. E, eh, watu wetu wanufaike na si vibaya, mnaweza mkavikuta baadhi ya vikundi kule vinafanya vizuri kwa mfano mnaweza mkagharamia nyinyi wenyewe kuonesha kwamba you are touched with their efforts. Eh, mnaenda pale mnaona kuna kikundi kinapambana na ufugaji wa kuku. Sasa hawa tutawalipia hawa waende, si kikundi cha watu watano, kwani kuna gharama gani? Eh, nikikumbuka leta hapa mpaka watu wasema, kumbe tukifanya serikali itatuona, si tu kwamba watatupa mikopo, bali watatujengea na uwezo which is very important. Lakini nimefurahishwa na team Dr Simba, pamoja na kuwa na technical expert ambaye ni experienced lakini idara zote zimeshikwa na vijana. Hii maana yake ni nini? as a company, you have invested on succession plan for the future. yeah, yeah, kwamba tunatengeneza wataalamu na wabobezi ambao kesho ya taifa letu itashikwa na vijana, this is very important <laughs> kwa hiyo Dr Simba bwana, mpaka hapa makofi yanakustahili mengi sana. Popote eh, lakini sio hilo zetu. Mwaka jana amepewa zawadi na kampuni ya Sasso ya Ufaransa ya kwa kuwa kwenye rekodi ya the, the, the, the, the the iliyowahi mm -hmm. mm -hmm. kufikiwa na wateja wa kampuni ya Sasso really? ya best mambo yako makubwa, hatari sana, hatari eh, sana. Kwa hiyo nimefarijika, jamani, nisifiche, nimefurahi kukuta vijana wamepewa nafasi ya kupractice, itawajengea ustawi baadaye. Tutakuja kuwa na Dr. Simba ambao wana uzoefu mkubwa sana, kwa sababu wamepewa nafasi tangu wakiwa vijana. Okay, that's very important. After having said so, we thank you very much for the reception, and we are now ready thank you so for the another.